Makala hii inatoa jibu: imekuwaje Togo imemrejesha Damiba anayetuhumiwa kupanga mauaji ya Traore kwa Traore mwenyewe? Kwanza tunatakiwa tufahamu kwamba Traore alipindua serikali na aliyekuwa rais akiitwa Damiba akakimbilia Togo. Kwa hiyo Togo walimpokea Damiba kumpa hifadhi. Sasa inakuwaje tena sehemu ambayo Damiba amekimbilia imemgeuka na kumrejesha kwa Traore? Zipo sababu tatu juu ya jambo hili, na ninakwenda kukueleza sababu moja baada ya nyingine. Tazama mpaka mwisho, ili uweze kusikia maoni juu ya tukio hili ambalo limeweza kutokea na uweze kufahamu sababu za Togo kumrudisha Damiba kwa Traore. Sababu ya kwanza ni Togo wenyewe. Togo walimtuhumu Damiba kwamba anaitumia Togo kupanga mikakati ya mapinduzi dhidi ya rais wa Burkinafaso lilitokea jaribio la mapinduzi ambalo lilishindwa, lilitokea ilikuwa Januari tatu mwaka elfu mbili na ishirini na sita juzi tu. Uh, Damiba alitajwa kuhusika. Kwa hiyo serikali ya Togo ilimwonya Damiba kuhusu kuachana na vitendo hivyo vya kupanga mapinduzi. Kwao waliona, uh, Damiba anaitumia ardhi ya Togo kuizoofisha kuizorotesha o wakampa onyo aachane na mikakati hiyo. Lakini sababu ya pili, Togo imeingia makubaliano na Burkinafaso, wameingia wameingia makubaliano kwamba hata kama Damiba anarejeshwa basi asipatiwe adhabu ya kunyongwa. Kwa hiyo hakuna adhabu ya kunyongwa lakini pia masuala yote ya kisheria pamoja na kesi ya Damiba yafanywe kwa ushirikiano wa karibu baina ya nchi hizi mbili kwamba uh, kama mnajadili kuhusu masuala ya Damiba, mnajadili kuhusu masuala yake, basi na Togo nao waweze kuhusishwa. Hayo ndio makubaliano ambayo ameingia. Kwa hiyo ni sababu ya, ya pili. Lakini sababu ya tatu ambayo ndio ina nguvu zaidi ni sababu za kiuchumi. Togo ina bahari, Burkina Faso haina. Burkina Faso ipo kama ilivyo Uganda, ni nchi ambayo haina bahari, ipo kama ilivyo Kongo, eh, nchi ambayo haina, haina, haina bahari. Bidhaa nyingi zinazoenda Burkina Faso zinapita Togo, kwa hivyo Togo anapata faida kubwa, ni kama sisi Tanzania bidhaa nyingi zinazoenda Kenya, zinazoenda Uganda, zinazoenda Somalia, zinazoenda Kongo, Rwanda, Burundi zinapita kwetu. Sasa e, hali iko hivyo kwa, kwa Togo. Togo ana bahari kwa hiyo bidhaa nyingi zinapita kwake na kwenda Burkinafaso. Kwa hiyo bila shaka Togo anapata faida kubwa sana kutoka kwa Burkinafaso, kwa sababu analipia pale. Maana yake ni kwamba Togo imechagua faida za kiuchumi badala ya kulinda mtu. Kwa hiyo wamepiga wame, wame hesabu zao, wakaona Damiba hana madaraka yoyote, hana uongozi wowote, hana jambo lolote wakaamua kuchagua, wamechagua uchumi wa nchi yao Togo, wamechagua nchi badala ya mtu, kwamba kwa sasa tunamlinda huyu kwa, kwa maslahi gani? Sasa jaribio hili linaleta picha gani? Tukio hili ni tishio kwa wasaliti wote waliojificha nje wakiamini watalindwa huko walipo. Mtu ka, ka, ka, kasaliti nchi yake kajificha Kenya, kasaliti nchi yake kajificha Marekani, kasaliti nchi yake kajificha Uingereza, kasaliti nchi yake kajificha Rwanda. Tukio hili ni tishio kwa watu hao, ni tishio kwa sababu, tukio hili linatufundisha mambo mengi. Kwanza linatufundisha kwamba nchi huchagua masilahi yake kwanza, ndipo wakaja wengine ndio sababu sisi tunapambana sana kulilia nchi yetu Tanzania, kwa sababu tunajua ukweli, ikiharibika Tanzania hakuna mtu yoyote atakaye kuhifadhi kwa wema bila faida. Kiharibu Tanzania, tutageuka wazurulaji, kwa sababu nchi huchagua masilahi yake. Takimbilia Kenya, Kenya watakuhifadhi pale tu ambapo utakuwa unatimiza masilahi yao wakiona huna masilahi yoyote kwao, wanakubwaga. Vivyo hivyo kwa Marekani, vivyo hivyo kwa Uingereza. Nchi huchagua kwanza masilahi yake, masilahi yake kwanza, ndipo yakaja hayo mengine. Masilahi ya nchi kwanza. Sasa tukio hili uh, lina, lina, lina, lina, linawaeleza linawaeleza watu wa aina hii huko waliko kwamba wasijisahau, wasijisahau hata kidogo e, wakumbuke kwamba ipo siku wanaowaficha wataamua kuchagua nchi badala ya mtu. Tumeiona hii hapo Togo. Sikilize, mwalimu anafundisha. Sikilize mwalimu. Tukio hili ni funzo kwamba hatuwezi kujenga nchi tukiwa mbali, bali nchi hujengwa na wananchi wakiwa mahali hapo hapo kwa hiyo e, ukishajua kwamba hakuna sehemu yoyote ambayo utakuwa salama kwa asilimia mia moja zaidi ya kuwa katika nchi yako hiyo hiyo. Ukishaujua ukweli huo kwamba hakuna anayekupenda, hakuna mtu wa nchi nyingine anayekupenda zaidi ya watu walioko katika nchi yako. Una haki zaidi ukiwa Tanzania kuliko ukiwa Burundi kuliko ukiwa Kenya kuliko ukiwa Rwanda. Una haki yoyote ukiwa Marekani huwezi kutoa sauti yoyote ukiwa Uingereza, ila una uwezo wa kudai haki yako ukiwa hapa hapa Tanzania. Funzo kubwa sana tunaipata, nchi haijengwi ukiwa mbali, tunajenga nchi tukiwa hapa hapa. Kwa hiyo tufanye harakati tukiwa hapa hapa nchini, tusiwaze kukimbia, kwani hakuna mjomba anayetupenda sana huko nje. Hatuna mjomba ambaye e, anaweza akatupigania hapa nje. Sasa kwa hiyo ni vyema tu tuendeleze ule msemo wetu kwamba tutabanana hapa hapa Bongo. Kwa hiyo ukilitazama hili tukio, ukilitazama kwa makini na ukimtazama Traore, kwa sababu Damiba e, alipindua na yeye akapinduliwa na Traore. Tukio la Traore kumkamata Damiba na kumrejesha bado linaweza likawa na hasara pia kwa Traore mwenyewe. Kwa sababu anaweza akasababisha mgawanyiko mkubwa uh, wa kijeshi. Kwa sababu alipindua serikali ya Damiba, Damiba akakimbilia Togo. Lakini ukweli kwamba askari waliokuwa watiifu kwa Damiba bado wapo mle mle. Sasa kitendo cha kumkamata kinaweza kikaleta tena mgawanyiko mkubwa, lakini kumuacha pia ilikuwa ni jambo la hatari kwake yeye, kwa sababu amekuwa akimtuhumu kwamba alikuwa akipanga akipanga njama za kumuua. Sasa ukizichunguza hizi nchi ndio unajifunza tena jambo jingine kwamba amani unapoichezea mnakuwa mnafanya michezo ya kugombea madaraka. Hii ni michezo ya kugombea madaraka na kuyalinda madaraka kwamba hatuwazi tena maendeleo. Sasa tunawaza kugombea na kuyalinda madaraka. Kwanza tunayagombea na kuyalinda. Kwa hiyo akiondolewa huyu anapanga mikakati aweze kurudi, huyu sasa anakuwa naye anajiimarisha. Sasa lini utayaleta maendeleo? Kwa hivyo tunaiona Burkina Faso watu wakiitazama Burkina Faso, wakimwona Traore amesimama, hawajui picha ya Burkina Faso ndani kwenye. Wao wanamwona tu Traore amesimama, amevaa mavazi yake yale, wanashangilia, wanafurahi, lakini hali ya amani Burkina Faso haiko sawa. Burkina Faso inaandamwa na vikosi vyenye silaha, inaandamwa na magenge yenye silaha, lakini sasa pia uh, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo tunajifunza kwamba amani ni kitu kikubwa sana. e, tunaweza tukayaleta maendeleo tukiwa na amani tu, bila amani tunakuwa tunapanga, nawezaje kuendelea kuwa katika madaraka? Ndio maana utamwona Traore akitembea na silaha yake kiunoni. e, hiyo ni dalili kwamba hali si shwari sasa. Kwa hiyo e, tumejifunza mambo mengi kutokana na mkasa huu. Kwanza tumejifunza kwamba nchi inaweza ikachagua masilahi yake yenyewe, lakini tumetoa tahadhari kwa watu wanaotukana nchi zao na kwenda kujificha nje. Ni tahadhari kwamba ipo siku watu hao watachagua masilahi ya nchi yao badala yako wewe, na utarejeshwa, sijui utazungumza nini. Niwatakie siku njema.